Hey, mambo vipi? Tunaendelea na kujifunza C++ programming language na bado tupo katika kipengele cha function. Kama umeangalia video iliyopita, tuliweza kujifunza function ni nini na tukaweza kuangalia simple function ambayo haina parameters wala haina return type. Tuliweza kutengeneza simple function, tukaona the way ambavyo unaweza kuicall function yako na zile kodi ambazo zimo ndani ya hiyo function basi kuweza kufanyiwa kazi. So, leo katika video hii tutaanza na mfano wa pili moja kwa moja ambao mfano huo utakuwa umekusanya function ambayo ina parameters. Tumezungumza parameters zinakaa wapi? Zinakuwemo ndani ya haya mabano ambayo tunafungua katika hii uh, function yetu. Hizi rounded bracket hapa. So, acha niweze kufuta mimi function hii ambayo tulitumia katika video iliyopita na moja kwa moja nianze na kutengeneza function ambayo itakuwa na parameter. So, nitatumia void. Tumesema kama unahitaji kutengeneza function ambayo haina return type unatumia hii void. So, mimi hii haina return type, lakini itakuwa ina parameter. So, void. Then, let's say, print sum, jina la function yangu, kisha nitaweka mabano humu. Rounded bracket zangu na humu ndani ndipo ambapo zinakuja hizo parameters. So, mimi nitakuwa na parameter ya kwanza nitaweka int a, kisha utatenganisha koma baina ya parameter moja na nyingine. Baada ya hapo nitaweka int B. Hizi ndio parameters zangu a na b, then nitafungua curly braces kuingia katika function body. Ndani ya function body nitaweka just a simple formula ya kuweza kucalculate sum So, nitaanza kwa ku-initialize, I mean, ku-declare na ku-initialize kuweka hiyo simple, uh, calculation expression yetu. So, sum sawa sawa na a ukijumlisha na b. Tutakufahamisha jinsi ambavyo inafanya kazi hii function na utaweza kuielewa vizuri, kisha baada ya hapo cout tuweze kutoa basi hiyo answer tuliyoipata baada ya kujumlisha a and b tuweke simple message the sum okay, of a and b okay, sorry, and then, kitu hicho ambacho nakifanya hapa, sote tunakielewa kwa, sio kigeni kwetu his. Alafu hapa tuweke sum simple like that, then and i, so ukiangalia, okay, hapa simple message the sum of a, a, kwa hiyo a itakuwa ni ile Uh, value ambayo imehifadhiwa katika hii uh, parameter value i mean, a iliyohifadhiwa var variable ya a alafu and B, ili iweze so, kufa so, kufanya kazi function hii lazima iitwe katika program yetu, isipoitwa haitoweza kufanya kazi so, ya print sum. Kwa hapa mimi just nime call print sum function. Na kumbuka function hii ina parameters. Siku zote utakapokuwa na function ambayo ina parameters, basi utakapoi call lazima uingize argument. Kwa hiyo kule ambapo unatengeneza function tunaweka parameter. Huko ambapo tunai call tunaweka argument. Ni sawa na kusema kule ambapo tunatengeneza function tunaweka E, variable halafu, huko ambapo tuna call tunaweka value ambazo zitakwenda kushikiliwa na zile variable tulizozitengeneza kule katika e, parameters ambazo tulipokuwa tunatengeneza function. So hapa wakati tuna call print sum tutaweka value ya kwanza ni tatu, koma ya pili ni tano. Kumbuka tuna parameter mbili, kwa hiyo tumeweka value mbili hii tatu itakwenda kuhifadhiwa katika hii a, hii tano itakwenda kushikiliwa katika hii b. Kwa hiyo parameter hii ya a itachukua tatu, parameter hii ya b itachukua tano. Hizi zinajulikana kama argument. Inarudia tena hizi huku ni parameters, ni vitu vya kuweza kujua hivyo. So baada ya kuicall tufunge kwa semicolon, simple. Na tayari tutakuwa tumetengeneza function ambayo ina parameters ndani yake, lakini haina return type lakini pia tumeweza kuicall na kupitisha argument. Kwa hizi value ndizo ambazo zitakwenda kupitishwa humu, na hapa tumeweza kutumia a ambayo ni hii na hapa tumetumia b ambayo ni hii. Kumbuka hizi zimehifadhi value hizi huku. Tunakuwa tunazipa value wakati tunaicall hiyo function. So hapa sum, unakuta ikijumlishwa tatu na tano tunapata nane. Okay? So acha tuweze kucompile na kurun tuone tutapata result gani ya kama unavyoona imetoka ule ujumbe, the sum of 3 and 5 is 8 nane. Hiyo so very simple, hiyo ndio mfano wa function ambayo ina parameters, lakini haina return type. So very simple, unaweza kujaribu na wewe huko, kuna mifano mengi tu Unaweza ukaijaribu, tutakuwa tukipeana mifano tofauti tofauti, ili basi tuweze kuelewa zaidi. Okay, lakini natumai hapo umeweza kupata concept japo kidogo. So tuangalie na mfano mwingine katika video hii ya leo, tusiishie hapa. Mfano mwingine tuangalie function ambayo ina return type. Sasa tumeanza kutumia function ambazo hazina return type, tulikuwa tunatumia hii void. Sasa tuangalie function endapo itakuwa ina return okay value fulani kwa kutumia return type tutaweza kufanya hivi. So wacha tuweze kutengeneza simple function nyingine hapa tuite int, ndio return type yetu. Return type ni zile int, uh, double float zile ndio return type. So add kama unakwenda ku return value ambayo ni uh, double basi utaika double. Kama unaenda ku return value ambayo ipo katika ile integer, basi utaika int. Okay? So, utafungua hapo mabano yako, utaika parameters so hii ni function ambayo ina return type lakini pia ina parameter. So A sasa hivi nikiongelea parameter sote tunaelewa ni, ni kitu gani. Okay? So B. Then humu ndani katika function body yetu just tunaandika tu hii keyword ya return. Utakapoweka return type basi hii keyword ya return ni lazima uweze kuiweka hapo. So A ukijumlisha na B. Na kikubwa ambacho inakwenda kufanya, inakwenda kama ilivyo jina lake, ina return ile value kutoka katika hiyo function. Kwa hiyo hapa kitachoenda kurudishwa kule ambapo itaitwa hii function ni jibu ambalo litapatikana baada ya kujumlisha a na b. Okay? Hapa tutakuwa tumemaliza kutengeneza simple function ambayo tumetumia return type lakini pia ukiangalia tupo na hizi parameters. Tutakapokuja huku kuicall function yetu hii katika main function, ama kule ambapo unahitaji kuitumia function hiyo, tutakapokuja kuicall unaanza na jina la hiyo function ambayo ni add. Lakini kumbuka tumetumia parameters mbili a and b, ambazo ni integer kwa lazima tuingize value hapa za integer. Okay? Kwa hiyo hapa itakuwa ni 4, value yetu ya kwanza, value yetu ya pili ni saba lakini sasa tunahitaji kuweza kuendelea kuhifadhi hiyo value ambayo itakuwa return kutoka katika hii function. Ili kuifadhi, tuweze kuhifadhi wacha tuweze kutengeneza variable ya result kwa tuanze kwa kuweka data type int result, sawa sawa. Okay? result. Sawa sawa. Sasa ukiangalia hii variable ya result, kitu ambacho inaenda kufanya, inaenda kuzuia sasa value ambayo itakuwa returned kutoka katika hii function ya add. Kuna value hapa itarudishwa baada ya kujumlishwa nne na saba, a and b. Sasa value hiyo tutahifadhi wapi? Tutahifadhi katika hii a variable ya result, tukiwa huko katika main function yetu, na baada ya hapo basi tunaweza ku see out na tukatoa ujumbe the sum is simple message kama hivi alafu hapa tukaweka sasa result. Kama kuna sehemu nitakuwa nimekuacha, unaweza kaniambia katika sehemu ya comment, ili basi tuweze kurudia na kila mmoja wetu aweze kuelewa vizuri kuhusiana na uh, function ni kitu muhimu sana katika programming. So baada ya hapo tutakuwa tumemaliza. Kwa kikubwa ambacho kinafanyika hapa, itakaporun programu yetu, compiler atakapofika katika main function na akaona hapa kuna hii variable imekuwa declared a result lakini hiyo result ni sawasawa na hii ambayo hapa tume call function yetu ya add, na kama tume call function itaenda kufuatwa hiyo function, itakuja huku tunaikuta hii hapa, kwa tumepitisha argument nne eh, na saba na huku katika parameter a, kwa hiyo itabeba nne b itabeba saba, then humo ndani tukaweka keyword ya return moja kwa moja tukaweka calculation, lakini sio lazima uweke kama hivyo. Unaweza kwanza ukafanya hizi calculation alafu return ukaiwekea pengine ireturn sum baada ya kuweza kufanya calculation zako huku juu, lakini simple ni just kwa kuweka tu hapa a plus b na tayari ita return lile jibu ambalo litapatikana hapa. Kwa hiyo saba jumlisha nne, jibu ambalo linapatikana ndilo ambalo litakurudishwa huku na kuhifadhiwa katika variable hii ya result, then tukaweka c out the sum is result. Kwa result itakuwa tayari imeshahifadhi value, value ambayo imekuwa return kutoka katika hii function, so itatolewa. Wacha tuweze kucompile na kurun programu yetu tuone ya kama. Unavyoona imetoka the sum is kumi na moja, kwa ukiangalia hapa. Nne jumlisha saba imepatikana kumi na moja, ndio hilo jibu ambalo tumelipata katika hii c out yetu ambayo tumeweka result mwisho wa siku na result, jibu ambalo limetokana na ile uh, return ambayo katika function yetu ya add. Very simple. Kwa hiyo hapa tumefanya mfano ambao una return type lakini pia una parameters, so nategemea utakuwa umejifunza kitu kipya japo kidogo. Kwa hiyo ishia hapa katika video hii, lakini kuna mengi ya kuweza kujifunza. Just tumepeana tu introduction, utangulizi wa hii function katika video hizi mbili. So video zinazokuja tutakuwa tukijifunza sasa moja kwa moja aina za function hizi: user defined function, function, function, function, function void function, a return type function, parameterized function, function with default parameters tutaenda kuziona zote hizo, inline function, recursive function. So usiwe mbali na youtube channel yangu ili basi usiweze kupitwa na aina hizo za function. Na tutakapozi cover aina hizo za function, basi utakuwa na uwezo na wewe wa kutumia function katika program ambazo unaziandaa. Sina la ziada. Una maswali yoyote, una maoni yoyote, kuna sehemu ya comment hapo chini, unaweza ukaandika chochote kile. So like video hii, share na wengine wapate kujifunza. Tukutane katika video inayofuata.